Ha, bazenga, bazu. Nye jamani, mimi niko viti. Nimeenda hivi umekuwa tu hapa. Nimerudi kwa tu hapa. Nini mbaya? Zini gari. Hai, gari imefanya nini? My car, my car is not starting. Oh. So, idea gani uko nayo man? Hmm? Idea gani uko nayo? I wanted a car to pull it. Ah, ah. Si mimi naweza kuwa hiyo car man. Mimi naweza kuwa hiyo car. Si unaona mimi niko strong bana, ambaye energetic man. Unalipa aje man? I want a motor car. Ah, Lona motoka, unalipa aje, unalipa aje, eh? Kuna kamba, sindio, eh? This is a four wheel drive. Ai, kamba iko. Ai, sasa unalipa aje? Hatushafunga kamba. Ai man. Kwa nyinyi ni ndugu ya tega pawa? Fanya, wacha tega pawa, ni hali ya tumbo na njaa. Unalipa aje mimi nikute kitu, unalipa aje. Surukuti motoka ungalipa ngapi, ungalipa hapa thao tano, unajua.